Geofrey Mwambe ni miongoni mwa vijana wa Kitanzania waliopanda ngazi katika uongozi wa umma na sasa kuitwa mtuhumiwa. Amewahi kushika nafasi tofauti nyakati za hayati John Pombe Joseph Magufuli pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan. Mwambe alianza kujulikana zaidi mwaka elfu mbili na kumi na sita baada ya kuteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Manyoni mkoani Singida ambako alisifika kuleta mageuzi katika kusimamia uwajibikaji kwa watumishi wa umma na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo. Mwaka 2017 Geoffrey Mwambe aliteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji Tanzania TIC, inayohusika kuratibu na kuvutia uwekezaji nchini Tanzania ambako alisifika kwa kuondoa urasimu. Mwaka 2020 Godfrey Geoffrey Mwambe alijitosa kwenye ubunge na kuchaguliwa kwa mbunge wa jimbo la Masasi mji mkoani Mtwara na kuwa waziri baada ya hapo, ingawa baada ya kutangazwa vurugu zikazuka katika jimbo lake, lakini akaingia mjengoni. Ndugu Mwambe alipata uteuzi wa nafasi ya waziri wa viwanda na biashara chini ya Rais John Pombe Joseph Magufuli. Baada ya Rais Samia kuingia madarakani na kufanya mabadiliko ya baraza la mawaziri, Mwambe alihamishiwa ofisi ya waziri mkuu kama waziri anayeshughulikia uwekezaji. Mwaka 2022 kwenye mabadiliko ya baraza la mawaziri Mwambe hakuwemo na ubunge wake ulikoma mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano katika vikao vya Chama cha Mapinduzi. Disemba 2025, Mwambe alikamatwa kwa tuhuma mbili ikiwemo ya uchochezi na njama za kutaka kumuua mkuu wa jeshi la polisi, na sasa yupo nje kwa dhamana ya jeshi la polisi huku tuhuma zake zikiendelea kuchunguzwa huyu ndiye Geofrey Mwambe. Je, unacho zaidi unachomfahamu kiongozi huyu? Karibu utuandikie katika comment selection, nasi tutasoma na kumjua zaidi Geofrey Mwambe.